Ole wao hao wapunjao, ambao wanapojipimia kwa watu hudai watimiziwe, na wao wanapowapimia watu kwa kipimo au mizani hupunguza. Kwani hawadhani hao kwamba watafufuliwa katika siku iliyokuu? Siku watapomsimamia watu Mola Mlezi wa walimwengu wote. Hasha! Hakika maandiko ya ukosefu bila shaka yamo katika sijini. Unajua nini sijini? kitabu kilichoandikwa. Ole wao siku hiyo kwa wanaokadhibisha, ambao wanaikadhibisha siku ya malipo. Wala haikadhibishi ila kila mwenye kuruka mipaka, mwenye dhambi. Anaposomewa aya zetu husema ni visa vya watu wa kale. Hasha! Bali ametia kutu juu ya nyoyo zao hao waliokuwa wakiachuma. Hasha, hakika hao siku hiyo bila shaka watazuiliwa na neema za mula wao mlezi, kisha wataingia motoni, kisha waambiwe: haya ndiyo mliokuwa mkiyakadhibisha. Hasha! hakika maandiko ya watu wema, bila shaka yamo katika Iliyin. Na nini kitakachokujuvya nini Iliyin? kitabu kilichoandikwa, wanakishuhudia waliokaribishwa. Hakika watu wema, bila shaka watakuwa katika neema Wakae juu ya viti vya enzi wakiangalia. Utatambua katika nyuso zao mng'aro wa neema. Watanyweshwa kinywaji safi kiliyotiwa muhuri, muhuri wake ni miski, na katika hayo washindanie wenye kushindana, na mchanganyiko wake ni tasnimu chemchemu, watakayoinywa waliokurubishwa. Kwa hakika wale waliokuwa wakosefu walikuwa wakiwacheka walioamini na wanapopita karibu yao wakikonyezana. Na wanaporudi kwa watu wao hurudi nao wamefurahi. Na wanapowaona husema hakika hawa ndio haswa waliopotea. Na wao hawakutumwa wawe walinzi juu yao. Basi leo walioamini ndio watawacheka makafiri, nao wako juu ya viti vya enzi wakiangalia. Je, makafiri wamelipwa malipo ya yale waliokuwa wakiyatenda? Suratul Mutaffifin imeteremka Makka. Imeanzia sura hii kwa onyo kali kwa huyo anayejipimia mwenyewe sawa na akampimia mtu mwingine kwa upungufu na ikaeleza hayo kwa wayatendayo watu katika kutaka watimiziwe haki zao katika vipimo na mizani, na ikaonya mtindo kama huo kwa kuwa ipo siku ya hisabu. Na ikathibitisha kuwa vitendo vyao vimedhibitiwa katika daftari la hisabu ambalo halimkadhibishi ila mwenye kupindukia mipaka, mwenye dhambi, aliyezuiliwa na rehma za Mola wake mlezi, na mwisho wake ni jahannam. Tena aya zikawageukia watu wema zikawatuza nyoyo kwa vitendo vyao, na zikataja neema zao na alama zao, zikiashiria namna mojawapo katika neema hizo, na kwa ajili ya hizo washindanie wanaoshindana. Na aya zikaeleza waliokuwa wakiyafanya makafiri wakosefu kuwafanyia waumini wanapowaona au wanapokuwa waumini wanapita mbele yao, na sura ikahitimisha kwa kuwatuliza waumini kwamba siku ya kiyama itawafanyia insafu wao watakuwa katika neema wakiwacheka makafiri, nao wamekaa juu ya makochi wakiwaangalia. Na makafiri watalipwa kwa waliokuwa wakiyatenda. Wataangamia wanaopunja, ambao wakijipimia wenyewe kwa watu hujitwalia vya kutosha na kuzidi, na wakiwapimia watu kwa vipimo au mizani huwapunguzia haki yao wanayostahiki kwa dhuluma. Hivyo haiwapitikii katika akili zao hawa wanaopunja wenzao kwamba watakuja kuvuliwa katika siku ya vitisho vikubwa, siku watakaposimama watu kwa amri ya Mola Mlezi wa walimwengu wote na hukumu yake. Wacheni kupunja na kughafilika na kufufuliwa, kwani hakika walioandikiwa wakosefu katika amali zao mbovu bila shaka yamo katika sijini. Na nini kitakujuvya nini hiyo sijini? hicho ni kitabu kilichopigwa mistari baina ya maandishi yake. Wataangamia wanaukadhibisha siku itakapokuwa kufufuliwa na kuhisabiwa, ambao wanaikanusha siku ya malipo. Na wala haikanushi siku ya malipo ila kila mwenye kupindukia mipaka, mwingi wa madhambi na akisomewa aya za Mwenyezi Mungu zenye kutaja kuwepo malipo husema huo ni uongo wa waliotangulia. Ewe uliokiuka mipaka, wacha kauli hiyo potovu, bali nyoyo za wenye kupindukia mipaka imegubikwa na ukafiri na maasi waliyoyatenda. Hakika ni kweli kuwa hao wanaokadhibisha watazuiliwa siku hiyo rehema ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya maasi waliyoyatuma. Kisha hakika hao bila shaka wataingia motoni, kisha wataambiwa kwa kukebehi, hii basi ndiyo adhabu inayokuteremkieni ambayo mlikuwa mkiikanusha duniani. Ni hakika kuwa vitendo vya watu wema bila shaka vimeandikwa katika Iliyin. Na nini cha kukujuvya nini Iliyin? Hicho ni kitabu kilichoandikwa wazi maandishi yake, wanakihudhurisha na kukihifadhi malaika waliokurubishwa. Hakika watu wema bila shaka watakuwa katika neema za peponi, juu ya viti vya enzi wakiziangalia neema na ukarimu ayo wakirimu Mwenyezi Mungu. Utaona katika nyuso zao uchangamfu na mng'aro wa neema wakinywechwa kinywaji safi kilichohifadhiwa kuhifadhiwa huko hakukuzidisha ila uzuri wake na kupata neema hizo basi na washindanie wanaoshindana cha kuchanganyisha kinywaji hicho ni maji ya tasnimu ya peponi nayo ni chemuchemu wanaoinywa waliokurudishwa si wengineo katika watu wa peponi wale waliokuwa wakibeba wa madhambi kuipinga dini walikuwa wakiwacheka kuwakejeli waumini duniani na wakipita waumini mbele yawo, basi wao hukonyezana kwa kuwabeza. Na hawo wakosefu wakirejea kwa ahali zao hurejea kwa furaha na kuona ladha kwa vile kuwakejeli waumini. Na wakiona waumini usema, ama hakika hao wamepotea kweli kwa kumwamini Muhammadi. Wala hao wakosefu hawakutumwa wawe wakuwahukumu waumini kwa kuwaongoza au kuwapoteza, wala kuwa ni walinzi wa vitendo vyao. Basi siku ya malipo walioamini watakuwa ndio wakuwacheka hao makafiri kwa kuwalipizia kile kicheko chao na kejeli yao ya duniani, ilhali wako juu ya vitanda na matakia. Watakuwa waumini wakiziangalia neema za Mwenyezi Mungu walizowapa. Je, makafiri watalipwa ukwavera kwa walioyatenda duniani?